Mashirika ya Isiolo ya serikali yanashirikiana kuunda mbinu zitakazotumika ili kushirikisha vijana na vikundi vya kina mama ili kukabili ukatili wa kijinsia. Mradi huu unalenga kuwapa waathiriwa nafasi ya kuzungumzia madhila wanayopitia ili kuwasaidia kupata haki. Shirika la Planet International pamoja na mashirika mengine kumi katika kaunti ya Isiolo walizindua mradi unaolenga kuwapa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia nafasi ya kuzungumzia madhila waliopitia. Kulingana na msimamizi wa shirika la Planet International, Martin Durer, mashirika ya akina mama na vijana katika jamii yako katika nafasi nzuri ya kupambana na ukatili huu wa dhuluma za kijinsia. Hata hivyo kamishna wa tume ya kitaifa ya jinsia na usawa Nashon Lotaruk alielezea wasiwasi wake kuhusiana na mbinu zinazotumika kutatua migogoro. Mkurugenzi wa Isiolo Gender Watch Grace Lolim amesema kuwa mradi huu unanuia kutekeleza majukumu ya kutetea waathiriwa wa dhuluma wa za kijinsia. Kutakuwa na awareness ya mambo ya GBV, kutakuwa mambo ya dialogues ya kuleta wazee pamoja Tutakuwa tayari tusha trainiwa tumepatiwa organization capacity as, uh, trainings tumetrainiwa, but bado tutakuwa pia na training ya kina kinamama kuhusu mambo ya human rights na mambo ya GBV. Uh, tutakuwa pia na policy advocacy. Dhulma za kijinsia zimekithiri nchini kiasi cha kuchochea serikali kubuni jopo la kutafuta suluhu ya kudumu. Nelta Juma Runinga ya Citizen.